Sana baba yetu, nyie, kama mlishawasameni nyie, wakati Rais Magufuli yupo anaongoza akakatakata mirija yao wakamtukana kila wakati kila siku, nimerudia tu, ningekuwa bado kule nikokule kuluaga nakuaawaa awa. Awa niwambiea niwambie nitaisema siku nyingine yeah. Nimalize kabisa yeah. Imetosha gete yeah. E, mama amesema niiseme pale mkutano. Twendeni tusonge mbele na yale yanayohusu yale yanayohusu watu kusikilizwa. Mheshimiwa Rais amenikabidhi hilo jukumu na nitapita kila sehemu na waziri wa TAMISEMI yuko hapa na ameshaniletea tabu pembe wote ameshaniletea tabu na amesha <rolizuona> hey. rato ipo tayari Mwanza oye aya, kwa kuwa tutakuwa na mkutano mwingine tamalizia pale, lakini ni, nimeona na alikuwa yuko hey, wapi? Kwa hiyo kwa niaba basi, ndugu yetu, nimeona mkono yule aliyekuwa na bango hivo. A ah, ameshaanza kusikilizwa na wasaidizi. Basi, sawa, msikilizeni mchukue na namba yake ya simu, na mimi mnipe namba yake ya simu. Mheshimiwa wa Waziri Mkuu, mimi kwa jina naitwa Tadeo Filipo, ni mwenyekiti wa Mwaro wa Igombe Mwanza. Mheshimiwa wa Waziri Mkuu, awali ya yote nashukuru Mheshimiwa Rais kukuteua kwa Waziri Mkuu wa Tanzania. Sisi wana Mwanza tulijua baada ya kuwa umeteuliwa, tukasema tayari upero umepata mkunaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili tukio lilivyofanyika leo inatuhusu sisi wavuvi. Mimi nikiwa kama kiongozi wa wavuvi, naomba nikuhakikishie, tunamshukuru sana mama Samia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huko nyuma ndani ya ziwa, ukiangalia huko nyuma tulikuwa tunavamiwa.